Kwenye video iliyopita tuliweza kujua framework ni nini. Sasa swali kubwa ambalo linakuja ni kuwa framework zina faida gani haswa na je, mara zote framework ndio suluhisho katika kutumia kufanya project zako? Nitakwenda kuelezea pande zote mbili leo, faida na changamoto, na kuweza kuelewa faida iliyopo katika kutumia framework kwenye kazi zako katika upande huu wa web development na pia changamoto ambazo unaweza ukaziface katika video hii utakapoitazama hadi mwisho itakupatia picha kubwa sana ya kukufanya wewe kuweza kutumia hizi framework na jinsi gani ambavyo zinaweza kuwa na msaada kwako katika kazi zako ambazo unazifanya na kujua zile changamoto ambazo unaweza kuja kuzifesi na uone namna gani utaweza kukumbana nazo kabla yote tuanze kwa kutazamia framework zina umuhimu gani tukitazamia faida na changamoto za framework kwanza framework fahamu ni kama kisu cha jikoni kisu kinaweza kukusaidia kupika vizuri lakini kama hautumii kwa uangalifu kinaweza kukuletea shida. Sasa, tuangalie faida kubwa za framework, kisha tutazame changamoto zake. Kwanza kabisa, faida ya kwanza ni katika kuokoa muda. Badala ya kuweza kuandika kila kitu kutoka mwanzo, kutoka sifuri, tayari unapata kodi na tools ambazo zimetengenezwa tayari. Wewe unaweza kuzitumia kuendeleza project yako ambayo unahitaji kuifanya. Fikiria. Unataka kutengeneza login system. Ukianza from the scratch lazima uandike password hashing, session management, issue za validation, lakini kwenye framework kama Django au Laravel tayari kuna module ya authentication. Wewe kikubwa una configure tu na kuweza kuendelea kutengeneza project yako. So, faida ya kwanza ni katika kuokoa muda. Faida ya pili ni issue ya usalama. Frameworks kubwa huweza kupitiwa na maelfu ya developers. Bugs na security issues nyingi huweza kurekebishwa kwa haraka. Sio changamoto kubwa sana katika hizi framework kwa sababu developers wengi wakubwa wamekuwa wakizipitia mara kwa mara, na hii inakupa assurance kuwa project yako iko kwenye foundation salama zaidi kuliko kuweza kuandika kila kitu peke yako. Mfano, framework nyingi tayari zina protection dhidi ya mashambulizi kama vile SQL injection au cross-site scripting Vitu hivi kama utaanza way from the scratch kutengeneza hiyo project yako inaweza ikaja kukukumba masuala ya SQL injection kama utaweza kuwa sio mwangalifu katika kuweka security. Lakini unapotumia framework tayari vitu hivi vimezingatiwa na vipo imara. So usalama pia umezingatiwa na frameworks zimekuwa zikisaidia katika upande huo. Lakini pia frameworks zinakupa muundo ambao ni strong, ni thabiti. Wakati unafanya kazi na team kila mtu Anafuata njia moja. Hakuna mtu ambaye anaandika kodi kama anavyotaka tu. Ni kama vile kila mtu kwenye bendi ya muziki Huwa anafuata notes zile zile badala ya kila mtu kuweza kupiga ala yake kivyake. Matokeo yake ni mpangilio bora ambao unapatikana hapo, na project inakuwa rahisi kuweza kukamilisha na kuweza kudumisha. Kwa hiyo, framework pia inakupatia ule muundo na mwongozo, wapi pa kuelekea, kitu hiki kipo hapa, kinapatikana hapa, miongoni mwa faida ya kutumia framework. Lakini faida nyingine, frameworks maarufu zina community kubwa sana. Na kwa nini community kubwa sana inasaidia? Kuna tutorials, documentation, majibu tayari yameandikwa mtandaoni. Kwa hiyo kama utakuwa umestack umekwama sehemu, hautaweza kuwa peke yako. Kuna msaada mkubwa sana mtandaoni unaweza kupata katika kile ambacho umekwama, na ukaweza kusolve kwa haraka. Ni kama kuwa na timu ya wenzako duniani kote, wanaokusaidia bila ya hata kuweza kuwalipa. Ndio hii kuwa na jamii kubwa katika hizi framework mbalimbali. So community ni kubwa mno, kama ukikutana na changamoto unaweza basi ukasolve mara moja kwa kupitia watu mbalimbali mbali ambao nao waliwahi kukutana na changamoto kama hiyo na wameshare njia za kuweza kutatua. Sasa hizo ni baadhi ya faida ambazo zipo za kutumia framework. Je, changamoto za framework ni zipi? Kwanza kabisa ni kuweza kujifunza. Tunasema ile learning curve. Changamoto ya kwanza ni hiyo. Framework zina masharti na njia zao maalum. Kwa beginners inaweza kuonekana kama ni mlima mkubwa. Kwa mfano, mtu ambaye akiingia katika Django mara ya kwanza anaweza kuchanganyikiwa na models, views na template ambazo hizo framework zinakuwa nazo. Lakini baada ya muda, baada ya kujifunza na kuendelea kutumia, inakuwa rahisi kwake na inakuwa ni njia mojawapo ambayo kila mara anapohitaji kutengeneza project atakuwa akipendelea kuitumia kutumia hizi framework kwa sababu tayari anakuwa ameshaizoea na ameshajua kila kitu pale ambapo kipo na pale ambapo kinatumika. Lakini kwa mwanzoni inakuwa kidogo na changamoto, kwa hiyo inakubidi uweze kujifunza kujifunza, siku baada ya siku hadi kuzoea kutumia framework hizo. Lakini changamoto nyingine, framework zinaweza kufanya kazi iwe rahisi kiasi kwamba developers wengine wanakuwa wavivu. Pia hii nayo ni changamoto, imekuwa watu wana copy na kupaste kodi bila kuweza kuelewa kiundani kodi hizo zinafanya nini, na hii inasababisha matatizo makubwa pale ambapo kitu hakifanyi kazi kama ilivyotarajiwa. Ni kama kuweza kutumia calculator kila siku bila kujua hata hesabu rahisi hizi za kujumlisha na kutoa zinakuwa vipi, lakini unakuwa unatumia calculator. Inapotokea issue unashindwa kuweza kutatua ile issue kiurahisi. Kwa hiyo miongoni mwa changamoto za framework ni hiyo, urahisi huweza kusababisha uzembe. Lakini changamoto ya tatu, framework mara nyingi huwa nzito kuliko unavyohitaji projekti. Yako inaweza kuwa ni ndogo tu, lakini framework inaleta features nyingi ambazo hautazitumia katika project hiyo ambayo ni ndogo. Hii inaweza kufanya sasa ile app yako kuwa nzito na ikawa ni slow. Kwa mfano unapotumia Angular kwenye website ndogo ya static page. Ni kama kutumia trailer kubwa kuweza kusafirisha mfuko mmoja wa mboga katika mfano supermarket. Yani, unatengeneza project ndogo lakini framework ambao umeitumia ni kubwa kiasi ambacho imekuja na vitu ambavyo vinaenda kuifanya sasa hiyo project yako, website yako kuwa slow, lakini vile vile kuwa nzito sana. So ukubwa pia ni changamoto ambayo ipo katika hizi framework kulingana na project ambazo unakwenda kuzitumia. Na ndio maana ni vizuri kuweza kujua framework mbalimbali, ili kulingana na project yako unajua utumie framework ipi. Lakini pia changamoto ya nne Framework inakuwekea njia fulani ya kuweza kufanya kazi. Unapohitaji flexibility ya hali ya juu, framework inaweza kukuzuia. Ni kama kuweza kucheza mpira kwenye uwanja wenye mistari midogo, unapaswa kufuata zile rules zao, hauwezi kuweza kucheza nje ya box bila matatizo. Kwa hiyo lazima uweze kufata zile sheria zao, framework hizo ambazo zimeweka. Lakini ukiachilia changamoto hizo nadhani utakapokuwa unajifunza na kuweza kutumia utaona baadhi ya changamoto ndogo ndogo, lakini ni vitu ambavyo vinasolvika, na miongoni mwa faida ambayo ipo ya framework ni kuwa na faida nyingi kuliko changamoto. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kujifunza framework ili kuweza kuzitumia katika project zetu. Kwa ufupi, frameworks zimekuwa zikiokoa muda, zikitupa sisi mifumo ambayo inakuwa salama sana, zinatupatia mpangilio na support kubwa sana katika projekti zetu tunapotumia hizi framework, lakini pia zinaweza kuwa nzito, ngumu kujifunza na wakati mwingine kukuweka ndani ya box, kama imekufunga hivi. Ni muhimu kuweza kujua basi na kubalance framework. Sio kila mara ndio jibu la projekti zako, ni vizuri pia kuwa unajua na vitu vingine. So, natumai utakuwa umeona changamoto na faida zilizopo za framework. Asante sana.